Kuna msemo kwamba ukishindwa kujiandaa unajiandaa kushindwa. Ndivyo inavyokuwa kwa mwalimu aliyeshindwa kujiandaa vyema kabla ya kuingia darasani, kama anavyotueleza Faraja Sendegeya katika makala ya Ufunguo. Andalio la somo ni mpangilio wa hatua za kufundishia unayotayarishwa na mwalimu kwa kipindi husika kwa darasa fulani. Huonyesha wazi malengo ambayo mwalimu anatarajia yafikiwa na mwanafunzi wake wakati na baada ya kipindi na pia humwonyesha mwalimu vitendo vya kufanya wakati wa ufundishaji na ujifunzaji, pamoja na malengo hayo ya msingi. Lakini andalio la somo huwa na athari chanya ama hasi kwenye uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi wake darasani. Walimu wanajua siku ambayo ameingia darasani hakujiandaa, namna ambavyo anageuka kuwa mbogo, anakuwa mkali watoto wakiuliza maswali, na kwa hivyo hata watoto wakati mwingine wananyosha mkono kumtaka mwalimu atoke kwa sababu kwa sababu yoyote ile, wanaweza kumwambia mwalimu e, kipindi chako kimeisha, kwa sababu hawafurahii na sababu kubwa ni kwamba mwalimu hakujiandaa. Moses Kiando, mwalimu aliyeacha ualimu wa darasani baada ya kufundisha kwa miaka 16, ameanzisha taasisi ya mafunzo kwa walimu, wamiliki wa shule na wasimamizi wa shule, kwa ufupi MOFET, ili kuifanya shule kuwa taasisi inayozalisha jamii iliyostarabika. Tuna mada zaidi ya ishirini ambazo sisi binafsi tunazifanya, uh, lakini kubwa zaidi ambayo imetupa, imetupa mialiko mingi kama taasisi ni huduma bora kwa wateja. Mtu yeyote anayefanya kazi shuleni ana wajibu wa kumhudumia mtu yeyote aliyepo katika shule kwa namna ambayo huyu mtu atajisikia vizuri. Kwa hivyo kuna wateja wakubwa wawili, moja ni mtoto mwenyewe akilalamika anaenda kutoa taarifa kwa mzazi. Mzazi anaweza akaja asema, namtafuta mwalimu fulani, kwa sababu tayari kuna mtu ambaye hujamhudumia vizuri, sio huyu, hata mnaongea naye kwa. Tunatamani walimu watengeneze wanafunzi ambao wakiwa shuleni na wanapotoka kurudi majumbani, wazazi wanaona kuna watu wametengenezwa, badala ya roboti ambayo imetengenezwa inajua miji yote ya dunia, inajua kila kitu cha jiografia na kadhalika, lakini tukija kwenye utaratibu wa kawaida wa maisha sio kitu chochote. Mkurugenzi wa shule ya St Marti iliyoko Dodoma anakubaliana na dhana hii. Hata nyumbani sasa hivi mazingira ni tofauti kidogo, wa wazazi wamekuwa bize zaidi, wameweka watu wa kuwasaidia kazi majumbani, wanaitwa wadada wa kazi hata au shamba boi, watafanya kazi wa nyumbani, katuni. Kwa hiyo mtoto akirudi nyumbani ataangalia katuni, atakuwa amekaa kwao. Mwisho wa siku, ukiendelea hivyo unatengeneza jamii ya watu ambao hawawezi kuiamudu mazingira yao. Mwalimu Moses kwake ni fahari kwa mwalimu, kwa kuwa anashiriki kujenga jamii iliyostarabika. Ipo dhana moja ambayo, uh, haisemwi lakini ipo kwamba walimu hawazeeki. Katika hali halisi unaweza kubaini kuna mtu unakutana naye, uh, unatamani umwamkie shikamoo lakini unapata shikamoo yake, alafu anakukumbusha ulinifundisha eneo fulani kuna mahali pengine unapopita na kuingia kwenye ofisi una unapata heshima ambayo hukuitarajia. Unakuwa kwenye foleni, alafu unashtukia mtu amekuita. Unaingia kwenye sehemu ambayo kama isingalikuwa walimu, pengine isingekuwa kwenye sehemu hizo walimu. Chimbuko la taaluma nyingine na jamii iliyostaarabika. Kutoka makala ya Ufunguo, mimi ni Faraja Sendegeya <mulia>